Wazee wazee wazee wazee kwenye grupu, wazee umbe, leo ni fundi Kwata Mwivi lambano RPC, ukipenda mwite sauti ya furaha. Leo alikuwa na mechi yake zile mpenzi mobi, e, wake Mobimba la kushiba kamanda. Leo matokeo alikuwa mazuri kwa upande wake, amepoteza kwa kuruhusu goli tatu kwa mbili. Bwana fundi, bwana pole kwa kupoteza pambano lako zidi mpenzi wako Mobimba. Bwana, asante bwana, nashukuru. Kwanza ya yote kwanza nimshukuru Mungu ambaye kwa maana na mpinzani wangu ambaye fundi mwenzangu msaidia. Sahihi kabisa. Kwa Bimba sio tukio la kwanza kwangu wala kwa Simba wala kwa Yanga. Sahihi kabisa. Sahihi kabisa. Sasa, tunaangalisha ni group kuna mafundi wakubwa wa Dodoma. Sahihi kabisa. Kwa hiyo ni mzazi mzuri ambaye anaye vizuri. Hatimaye mwenzangu alikuwa na bahati katika pambano la leo naondoka na ushindi na fair play, lakini mm. pia naona ni nzuri sana. Sasa hivi tumeongezeka mafuko ko kwa sababu zi tumecheza nao kanipasua mm. Na leo tena Mobimba naye akadhihirisha kwamba kalipa kisasi chake, kile ndicho apige zile goli kazazi. Kwa hiyo sasa ushindani sasa upo, sasa Dodoma hii inaboreka hata kwa wadhamini wetu. Mm. E, ndio ndiyo.

Mwenyezi Mungu wa muongezo sana huyu mzee wetu, kwa sababu wa michezo na vijana wake. Sahihi kabisa, anabigi hapo sana.